Hivi umewahi kujiuliza, kwa nini kijana anakuwa na wazo la kuanzisha duka na anafungua duka kwa mbwembwe nyingi akiwa amekamilika kila kitu, lakini baada ya miezi sita, kati ya miezi sita mpaka mwaka mmoja, unakuta duka limefungwa? Nini sababu ya hii hali? Ukweli wa mambo ni kuwa biashara nyingi zinazoanzishwa hazifiki zaidi ya miaka miwili. Nyingi kabla hata miaka miwili haijafika, zinakuwa zimefilisika. Sasa nini chanzo cha haya matatizo? Maana wengine wanaweza wakafikiria mambo mengine ya ajabu kabisa, kwa labda kuna mambo ya uchawi au nini. Hapana, liko tatizo au yapo matatizo ambayo tutayazungumzia sasa. Wengi wa wale ambao biashara zao zimefilisika wanalaumu serikali, wengine wanalaumu soko la biashara na visingizio visi chungu nzima, lakini ukweli wa mambo ni kuwa tatizo liko kwa wao wenyewe walioanzisha biashara kwa kutofuata misingi sahihi inayotakiwa kuanzisha biashara. Sasa kwenye kipindi hiki nitazungumza makosa saba ambayo yanafanywa na hawa vijana wanaoanzisha biashara na kwa kiasi kikubwa yanachangia hizi biashara kufilisika. Kaa nami mpaka mwisho wa kipindi ufahamu haya makosa saba ambayo yanasababisha biashara kufilisika. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola wa Tan Business Channel Online Television. Kosa la kwanza ni kuwa na shauku kubwa ya kuanzisha biashara, lakini bila kuwa na elimu ya biashara. Hili ni kosa. Sasa kupata elimu ya biashara, itabidi ujifunze na hapa hakuna njia mkato. Moja, soma vitabu. Mbili, fuatilia wataalamu wa mtandaoni. Tatu, nenda kwenye semina mbalimbali zinazohusiana na mambo ya kuanzisha biashara. Nne, pata ushauri, yani hawa maconsultant au mentor watakushauri jinsi ya kuanzisha biashara. Hivi ni vitu muhimu sana kama unataka ufanikiwe. Kosa la pili ni kuanzisha biashara bila kuwa na plani. Huwezi ukaanzisha biashara bila ya kuwa na plani. Hii ni sawasawa na kujifunga kitambaa cheusi usoni, halafu unataka kuendesha baisikeli au gari. Utafika mwisho wa safari? Sasa, kuhusu business plan, huhitaji kuandika kitabu kikubwa chenye mambo mengi. Andika mambo ambayo ni muhimu tu kama ifuatazo: kwanza, ni wazo lako linalohusiana na biashara; pili, ni tatizo ambalo unataka kutatua au kusaidia watu. Tatu ni suluhisho lako. Nne ni soko lako. Tano ni masoko kwa ujumla. Sita ni uchambuzi wa fedha. Sasa hayo ndio mambo muhimu ambayo inabidi uyaweke kwenye hiyo business plani ambayo itakuwa ni mwongozo wako wa kufanya biashara. Kosa la tatu ni kutaka utajiri wa haraka. Watu wanaanzisha biashara nakitegemea kuwa baada ya labda miezi sita atakuwa tajiri na amejenga majumba amenunua magari. Biashara hazianzishi hivi. Usitake utajiri wa haraka haraka. Biashara ni prosesi, itabidi upitie magumu na mepesi mpaka ufanikiwe katika biashara. Biashara ni sawa na marathoni na wala sio mbio za na wala sio mbio za mita mia moja. Fanya mambo yafuatayo, kwanza Namba moja, jipe muda kama wa miaka miwili ili kujipanga kwa ajili ya kuanzisha hiyo biashara. Namba mbili, rudisha faida kwenye biashara kwa maana kuwa kila faida unayopata inabidi unairudisha kwenye biashara, usiitumie yote. Namba tatu, fuatilia ukuaji. Angalia idadi ya wateja wapya, angalia wafuasi wako mtandaoni. Hivi ni viashiria kama unafanikiwa. Kosa la nne ni nidhamu mbovu au nidhamu mbaya ya mambo ya utunzaji wa fedha. Wengi wanachanganya fedha za biashara na fedha kwa ajili ya matumizi binafsi. Hili ni tatizo kubwa, hili ni kosa kubwa kuliko yote. Yaani unachanganya pesa ya biashara na pesa zako za binafsi. Unauza bidhaa, unapata laki mbili, hela inaingia mfukoni mwako. Jioni unakwenda kutumia pesa kwa matumizi yako ya kibinafsi. Kesho unaona kuna viatu, unanunua, unatoa elfu sabini na kadhalika. Baada ya siku tatu hela imekwisha. Utaratibu huu wa kuchanganya fedha za biashara na mambo yako binafsi unaua biashara. Kinachotakiwa kufanya kuanzia leo hii, fanya hivi: Fungua akaunti benki kwa ajili ya kuweka fedha za biashara au unaweza pia ukaweka kwenye akaunti ya kwenye simu. Mbili, jilipe mshahara. Amua kiasi maalumu ambacho utajilipa kila mwisho wa mwezi, na hizo pesa ndo utakazotumia kwa matumizi yako ya binafsi. Tatu, tumia daftari kuandika fedha zote ambazo utakazozitumia kwa ajili ya kufanya biashara. Fuatilia kila kinachoingia na kutoka kwa kutumia hiyo daftari. Heshimu pesa ya biashara, hiyo siyo pesa yako yote. Kwa hiyo fanya utaratibu huu wa kutenganisha pesa ya biashara na pesa yako ambayo inatokana na mshahara utakaojilipa. Kosa la tano ni upweke wa kibiashara. Baadhi ya wafanyabiashara wanaanzisha biashara kimyakimya na hata hawana mawasiliano na watu mbalimbali. Sasa hiyo inachangia kwenye biashara ya kufanya vibaya. Inabidi uwe na mawasiliano na watu aina mbalimbali ambao wanaweza hata kukusaidia kuchangia mawazo ili biashara yako iweze kufanikiwa. Usiwe mpweke, kwa sababu ukiwa mpweke, utapoteza mambo ya fuatayo: fursa ya kujifunza; pili, fursa ya ushirikiano; tatu, fursa ya kupata nguvu na hii sasa haitakusaidia. Toka nje na tafuta wenzako, nenda kwenye matukio ya biashara, jiunge na makundi ya mtandaoni, ongea na wateja wako. Ukifanya hivi, biashara yako itafanikiwa. Kosa la sita ni kuwa na moyo mwepesi, lakini wengine wanasema ni kukosa ustahimilivu inabidi uwe mstahimilivu kwa sababu kwenye mambo ya biashara kuna mambo mengi mengine, anaweza akakukatisha tamaa, lakini inabidi uwe mstahimilivu ili uweze kufanikiwa. Biashara ni vita. Kutakuwa na siku utauza sana, na kutakuwa na wiki nzima utauza hata kitu kimoja. Mteja mmoja atakusifia mwingine atakutukana hadharani. Huu ndio uhalisia kuhusu biashara. Sio unakutana na changamoto ya kwanza, sasa unasema uh, hii ndio mwisho. Unavunjika moyo, unafunga biashara na unarudi mtaani kulalamika. Ujasiriamali unahitaji uvumilivu, biashara inahitaji uvumilivu sana. Kwanza, tarajia changamoto. Pili, chukua kila kosa kama ni somo, yaani unajifunza Tatu, sherekea ushindi mdogo, hata kama ni mdogo ukiupata. Nne, usichukue bina, usichukulie binafsi kwa kila linalotokea. Kosa la saba na la mwisho ni kutosimamia biashara yako vizuri. Unakuta mtu ameanzisha biashara, lakini yeye mwenyewe pia na bado ameajiriwa. Sasa matokeo yake biashara inakosa usimamizi na mbaya zaidi unamteua kijana au ndugu yako au jamaa ndiye akusimamie hiyo biashara, wakati naye pia hana ujuzi wa kusimamia hiyo biashara. Sasa hapo ndo matatizo mengi yanapotokea. Biashara katika mwaka wa kwanza ni kama mtoto mchanga, inakuhitaji wewe muda wote. Wewe ndiye unayejua maono ya biashara, wewe ndiye unayeumia ikifa. Mtu ambaye uliomwajiri hana uchungu na hiyo biashara. Akiona pagumu, atakuibia au ataacha kazi. Ukiwa mbali na biashara yako, hutajua kama wateja wanalalamika kuhusu jambo fulani, au ni bidhaa gani ambayo inauzika zaidi, au wafanyakazi wako wanafanya kazi kweli, au muda mwingi wako kwenye Facebook. Sasa hali hii inakufanya wewe, unakuwa mgeni kwenye biashara yako mwenyewe na biashara isiyokuwa na nahodha lazima izame au ifirisike. Kuwa nahodha wa meli yako au wa biashara yako, fanya mambo yafuatayo. Kwanza, fanya kazi mwenyewe mwanzoni wakati biashara inaanza. Pili, tenga muda maalumu kwa ajili ya biashara yako. Tatu, jitahidi kutumia teknolojia, kwa mfano mambo ya kukusanya pesa na nini, tumia applications mbalimbali nne, ajiri baada ya kuelewa mfumo. Usiajiri wakati mfumo hujauelewa. Tunaelekea ukingoni wa kipindi chetu na kabla sijamaliza nina wito hapa. Kwanza, kati ya hayo mambo saba ambayo nimekwambia unafikiri lipi lina changamoto au lipi limekuvutia? Kwa hiyo niandikie comment kuhusu hiyo biashara ambayo nafikiri aidha ina changamoto au imekuvutia na unahitaji pengine ufafanuzi zaidi. Pili, subscribe ili usiweze kukosa vipindi vyetu. Subscribe numa zetu ili uweze kuona vipindi vyetu kila siku saa tatu usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kabla sijamaliza kipindi nataka kukupa tahadhari ni kuwa ujasiriamali ni safari ndefu. Usidhani kuwa mambo ni rahisi. Kuna misukosuko, kuna changamoto mbalimbali. Kinachotakiwa ni kuwa usikate tamaa, lakini kutokana na makosa ambayo yatakuwa umefanya na jaribu kupata ushauri kutoka kwa watu mbalimbali kuhusiana na mambo ya biashara. Hii inaweza kukusaidia na ukaanzisha biashara ambayo ikawa imefanikiwa, na hasa kwa vijana ambao hawana elimu ya biashara au ya ujasiriamali. Kwa hiyo wanahitaji kuwa wavumilivu lakini pia kupata ushauri kutoka eh, wadau mbalimbali ambao wanaelewa mambo ya biashara. Naona tuishie hapo. Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Asante na karibu tena.